Kuja na mwarobaini ili kuweza kutenganisha piki wa waendesha bodaboda na ambao sio bodaboda. Tumekuja na utaratibu wa kila bodaboda anayeendesha pikipiki ndani ya mkoa wetu lazima awe na kitambulisho. Hii inatuondolea kwamba mtu yeyote atakapokuja kushawishi kundi, ili akisema yeye ni hasa usafirishaji, wenzake watamwomba wewe ni bodaboda wa eneo gani, watamwomba kitambulisho, kama hatakuwa na kitambulisho, mtu yule atazibitiwa lakini pia kwa wale watu ambao tayari wanashiriki aidha kwa sababu ya sikukuu hizi kukodiwa kwenda kubeba vitu aidha vya wizi au kwa namna yoyote, ukweli utakapokuja kumbaini, sisi atuta, tutatoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika, lakini moja kwa moja tutakuwa tumemfukuza wanachama. Kwa hiyo mwanachama yoyote atakayehusika kwenye masuala madhima ya uhalifu, ninaelekeza viongozi wa chini walioko kata na wilaya waweze kuwaondoa hao watu wanaojihusisha na uhalifu ndani ya mkoa wetu wa Geita. Sisi kama viongozi tuliweza kushirikiana na serikali, tukamfika mwenyekiti wa ulinzi na usalama katika wilaya ya Geita pamoja na mwenyekiti wa ulinzi na usalama mkoa wa Geita ambaye ni mkuu wa mkoa. Baada ya kumfika sasa, aliweka jitihada kubwa kwa kutushirikisha sisi pamoja na, na bodaboda ambao wanapaki maeneo hayo tukaanzisha msako wa sisi wenyewe kwanza kutathiminia kuta, kutathiminiana sisi wenyewe na kubaini kwamba huyu mtu anatokea sehemu gani, na tunapoona kwamba huyu mtu ni mgeni machoni mwetu tunachukua hatua ya kumhoji <coughs> na baada ya kumhoji hivyo, na jeshi la polisi wakawa bega na sisi kuzunguka kila sehemu na kweli watu wabaya ambao walikuwa wanajificha kwenye hivyo vichaka na hifadhi hiyo waliweza kukamatwa, wengi wao tuliweza kukuta na pikipiki, basi tukawa tumekomboa. Mpaka sasa hivi kwa jeshi la polisi pamoja na uongozi wa wilaya, mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, kwa kushirikiana na sisi tumeweza kudhibiti kitendo hicho ambacho kilikuwa kinatusumbua kipindi hicho. Mpaka sasa hivi mkoa wetu wa Geita na wilaya yetu ya, ya Geita, na njia hiyo ya kwenda Bugulula iko salama, hatuna tena matukio hayo ambayo yalikuwa yanajitokeza kipindi cha nyuma. Kwa majina anaitwa Masau Juma ni mwenyekiti wa madereva bodaboda kata. tutakuwa tayari kwa ajili ya kuvuruga amani ya taifa letu, kwa sababu sisi kama dereva dereva bodaboda ndo kazi yetu, hatuna kazi nyingine, na hatuna nchi nyingine tofauti na hii Tanzania. Kwa hiyo ninatumia nafasi hii binafsi kama mwenyekiti wa madereva bodaboda ambaye anaongoza maegesho 28 ambayo yuko kata ya Buharara, kwa yule ambaye atakuwa yuko tayari kwa, kwa, kupata ile taarifa, maana yake kwamba inabidi ina asimamie kuwakumbusha wanachama wake wasiingie kwenye mhemko au kwenye vishawishi vyovyote vyo vile vya watu amba.